Nyingine ni kwamba maafisa wa polisi walilazimika kutumia vitoa machozi kuwatawanya maelfu ya waombolezaji waliokusanyika katika uwanja wa Kasarani baada ya hali ya msongamano na mvutano kuibuka. Hii ni baada ya mwili wa aliyekuwa waziri mkuu kufika katika uwanja huo ili umma kumpa heshima ya mwisho. Katika patashika hiyo, imeripotiwa kuwa mtu mmoja alipigwa risasi na kuuawa. Isaac Musyoka na taarifa hiyo. Mara baada ya mwili wa kiongozi wa ODM Raila Odinga kutua katika uwanja wa Kasarani, msongamano na mvutano uliibuka miongoni mwa maelfu ya fuasi wa kiongozi huyo, <coughs> hali hii ikiwalazimu maafisa wa polisi kutumia gesi ya kutoa machozi ili kuwatawanya waombolezaji hao. <coughs> aliyekuwa waziri mkuu ulikuwa umefikishwa katika uwanja huo ili kutoa nafasi kwa umma kumpa heshima ya mwisho. Awali ilikuwa imeratibiwa kuwa umma ungepata fursa ya kutazama mwili katika majengo ya bunge, lakini umati mkubwa uliokusanyika nje ya bunge na kufanya iwe vigumu kwa shughuli hiyo kuendelea. Waombolezaji waliojawa na huzuni na machozi waliandamana na msafara wa mwili kuanzia katika uwanja wa ndege wa JKIA kupitia katika barabara ya Mombasa, kuingia jijini Nairobi, na kisha kuelekea Kasarani wakitumia barabara ya Athi wote au wakiwa namna ya kushuhudia mwili wa kiongozi huyo aliyetajwa kuwa shujaa wa demokrasia <tinyo> Hapo kesho ibada maalum ya wafu inatarajiwa kuandaliwa katika uwanja wa spoti wa Nyayo. Siku ya Jumamosi, wakazi wa Bondo, kaunti ya Siaya, watapata fursa ya kutazama mwili wa kinara huyu na hafla mazishi kuandaliwa siku ya Jumapili. Isaac Musyoka, Undugu TV.